Kwanza ukao umeamka asubuhi mapema kabisa mtondogo, uko na ile amani, amani ya nafsi yako, amani katika familia yako, amani vilevile katika jamaa zako, marafiki zako, wao wamebeba ile amani, wamepata ile amani. Na jambo la pili, muafa fi jasadi, mtu akawa sasa iko na siha nzuri katika kinuni chake katika muni wake wa inda huumuki yaume nakawa na mlo wake wa kumtosheleza mlo tu moja wa siku. Mambo matatu fakaannama nikana kwamba hizati lahu adunia, nikana kwamba mtu huyu akafanya nini? Akamiliki dunia na kukusanya dunia yote. Mambo matatu kwa mujibu wa mtume amali, jambo la kwanza al amani jambo la pili alafia, uko na afya nzuri. Jambo la tatu walikuu, uko na mlo wako tu, si uko na mazile stoki eh, umeweka mastoki ya chakula, uko na mlo wako tu, tu, siku moja tu, ule mlo wako moja tu kutoshia siku ya leo, dio, ni neema kubwa sana faka anama malaka adunya wa jamaaha kullaha, kana kwamba wewe umemiliki dunia na kukusanya dunia yote, na haya matabiko sikanya kawa ni positive ni sawasawa umepata hasara katika dunia hii. Kwa sasa watu wengi hatujui ubora wa amani na atujui ubora wa afya na tujui na mtu angalau mlo wake mmoja tu wa siku, akapata breakfast yake akapata lunch yake akapata supper yake kwa siku, kwamba hii ni katika neema miongoni mwa neema zake Allah subhanahu wataala, huyu wakaweza kujua thamani na ubora wa ile neema ambayo kwamba Allah ameweza kupea mambo matatu na kinyume chake. Sasa ukirejea katika amani, watu zama hizo walipewa neema, ile neema kwao ikawa ni nusra, ile neema kwao ikawa ni jambo la kujivunia kwamba wao katika neema, na lakini badala yake sasa kuwa sasa wamechenjwa ibadilisha

watu wao katika nyumba ya maangamio wa darul bawa, na nyumba ya maangamio huwa hiya, hiya aldaru ni nyumba, wa alkhusran ni nyumba ya maangamio pamoja na hasara, kwamba wakipitia neema na baadaye wakazifanya kuwa nu wakazikufuru, waahallu qawmahu daralbawa, na kisha wakawapeleka watu watu wao wao wao, labda wale viongozi wao wakawapeleka watu wao katika nyumba ya maangamio katika nyumba ya hasara na Mungu sasa wazi nyumba kwamba, aia neema ile wakaikufuru, baada ya hapo sasa ikawa ni sababu Muhammad. Wapo ambao walifanya kwa neema ya Allah walikufuru, walikufuru neema yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Mungu amewaneemesha sasa, neema ikiwa ni neema na watu wakakosa kuishukuru, wakaikufuru, baada yake inakuja mitihani yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na mkishukuru neema ile, ni sababu ya neema kuzidi na kuongezeka, na watu kuwa katika hali nzuri na maisha mazuri na maisha bora yenye kufurahisha Kinyume chake, maisha ya dhiki, maisha ambayo yamejaa ndani yake huzuni, yamejaa ndani yake madhila, unyonge, watu wanaishi katika hali ambayo, kwa sababu walikufuru neema zake, badala ya hawastahiki kuishi qaryatan kanat aminatan mutumainna, Mungu anapiga mfano wa kijiji kimoja, kilikuwa ni kijiji chenye neema na utulivu. Kijiji hicho Mungu alikinemesha, akakipa kwanza amani. Kanat uh, Mungu anasema kwanza, neema ya kwanza kile kijiji kilikuwa na amani, kilikuwa na peaceful. Amani ambayo imekamilika iko full na lapini, pia mtumaina na utulivu, kwa sababu wakati mwingine inaweza kuwa ni amani lakini ndani yake kakosa utulivu. Sasa Mungu akapa neema mbili, amani pia akakiaja jambo lingine, utulivu mtumaini. Kijiji chenye amani na chenye utulivu ndani yake. Na tukasema wakati mwingine hapa Kenya tuna ile amani lakini utulivu hakuna. Wakati mwingine. Amani inaweza kuwa ipo, watu wameishi vizuri, hakuna yale marisasi ya usiku na mchana kama vile kule Gaza na Kinepo. Hii amani ipo. Sasa ile utulivu kakosekana bado hayapeni mabina haki. Sasa ukikusanya neema mbili, amani pia na utulivu juu yake, ni neema juu ya neema, ni baraka juu ya baraka. Sasa kijiji hichi sasa kikapewa neema mbili, kikapewa ile neema ya kuwa na amani pia na utulivu. Mungu anaeleza baada yake sasa. Sasa Mungu sasa anasema kwamba ikawa sasa inakujia riziki sasa, sasa ya atiha rizqaha min kulli makan. Mungu anakielezea badala kwa sasa, kimepewa neema ya amani na utulivu sasa. yaatiha rizqaha rahada min kulli makan, wakawa sasa riziki zake ichokijiji zinatoka zina pande zote za dunia, watukiihiki kwamba wanapata ile riziki. Mungu amewapa kwanza amani na utulivu, pia anainia neema ni nyingine ya kupata riziki kutoka pande za dunia. Nini utakifanya watu hapa? Badala ya kushukuru neema zake ala subhana wa taala, fa afaharat, wakakufuru zile neema zake subhana wa taala ta badala ya kushukuru wakakufuru zile neema za Allah. Baada ya kusaa wakufuru zile neema, neema ya amani, neema ya utulivu, neema ya kupata riziki kutoka pande zote za dunia. Kijiji hichi wakakufuru. Mungu sema kwamba wa adhaqaha Allahu, Mungu akakionjesha kile kijiji basani basa alhauu waljoo bimakanu yasmaur. Sasa kwamba saala akakionyesha kile kijiji vazi, Mungu akasema ni vazi, Mungu atumia neno vazi kwamba akakionyesha kile kijiji vazi la njaa na hof hofu. Kwa sababu gani? bimakanu yasmaur, ambao walikuwa wakiyachuma wao na mikono yao wamepewa neema ya amani na utulivu pamoja na, na, na, na kupelekewa riziki kutoka pande zote za dunia, wakakufuru Mungu. Sasa akageuza, akachenja, akafanya opposite, ikawa sasa zile neema ikawa sasa ni vazi na njaa pamoja na hofu, wakawa sasa ni watu menjaa pamoja na hofu. Sasa hili kama ni kuzingatiwa wakati wa neema nikasahulika badala yake inakuwa imeweza kutuvika sisi waja vazi la njaa pamoja na khofu, sababu yale ambayo mikono yetu nayechuma. Kaangalia watu wa Libya, zama za Kadhafi, walikuwa naishi vipi? Walikuwa na maisha gani? Walikuwa na maisha yapi? Na uende sawangalie zama za watu wa Libya kwa sasa Kangalia hali ya wakati wa Gaddafi wa pamoja na zama hizi za Libya, ndio kangalia hali ya watu wa, wa zama hizi huko Libya. Ni tofauti kabisa. Zama za Gaddafi walikuwa na neema. Gaddafi alikuwa amewapuza raia wake na kuwalea vizuri na kuwarahisishia vitu vingi, wako na vipata katika njia ya urahisi. Kwa sababu hawa sasa, kwa sasa hawaoni neema ile ambayo alikuwa nayo, wakasema hapana, bado bwana amezidi ame kutawala bana, miaka mingapi ametawala? Sasa hivi miaka arobaini na mbili ametawala bana, kana kome hapo bana akisho, wengine wakataka sasa mabadiliko. Hiyo fikra tuliwajia tunakusema mabadilisho ya utawala wa Kadafi pamoja na neema alikuwa nayo katika utawala wa Kadafi. Sasa wao kana kwamba macho yao yalikuwa na kazia yalikuwa yahoji vizuri kana kwamba shetani amewatia vifuniko na pazia katika macho yao, kwamba wasioni neema ambayo walio nayo kwa sasa. Wakati wa madhara wa sasa, yule yule ibilisi na shetani akawapambia fikra baadhi ya kikundi, jamani, huyu mtu ametawala miaka mingi, jamani, kufanya badiliko sasa hivi miaka 40 ametawala. Kwa nini? Nani? tunataka mabadiliko. Wakaanza kudumu kule, bendazi kule

Gari neno ni kushaji wa mikazaki mchakona na hairudi hiyo. Ikienda imeenda, inakuwa sasa ni maisha ya dhila, maisha ya unyonge, maisha ya udhalili, hakuna raha tena, hakuna tena amani, hakuna utulivu, watu wamevishwa, wamevishwa vazi la njaa na hofu. Nisa zama hizi ndio mashambazi kwa wa wale watu wa Kadafu. Sasa kwa sababu wale watu wa West, wale watu wa Magharibi kule, kwa sema la ubwana bwana. Huyu bwana alikuwa na sera kubwa kubwa za kutaka kuinua Afrika na kutuweka sisi chini wazungu na sisi wa Marekani. Kwa sababu kule kumeanza vurugu, acha sasa sisi tuungane, tuungane wale wameanzisha vurugu, tuungane wale kwa support katika hali ya ku ya, ya kuangusha utawala wa Kadhafi. Na wale watu wa West sasa wakapata nafasi sasa ya kuingia pale Libya. Wakaungana katika kundi kasilaha. Yakakwenda kwa kweli. Vurugu hizo zikakwenda mpaka zikaleta wasama mkubwa. Nchi ikaingia katika vita, watu wa magharibi NATO ikaingia kuwasaidia wale wa jamaa, mpaka kufikia utawala Kadhafi kuanguka. Mpaka hivi sasa Libya ikawa katika hali ya vita, zile neema zileema zikatoweka. Sasa wale watu Kadhafi, wale watu wa Libya saa hii wanatamani ile maisha ya, ya Kadhafi. Hayawezi kudurudia kwa sababu wamekufuru wenyewe Mungu tayari amesha change kwa kwamba kwa, wao wamebadilisha na Mungu tayari ka change kwa wa wametaka ile maisha. Wametaka wapate mabadiliko na Mungu sasa anataka mabadiliko, haya ndio mabadiliko. Mimi nikaishi katika muda wa vita, katika wakati wa vita. Ndio nyenye kuonyewe. Nikaendelea mpaka leo sasa ni afueni, lakini ile maisha kadhaa wa walipo wanayatabana ya lakini hayawezi kutoka sababu ya kufuru neema ni cha kwenda kwa sasa, neema ikikufuriwa badala kushukuriwa, inaingia ndani yake mitihani na sisi. Kama hapa kama tutakuwa na neema ya amani tusioni kuwa ni amani, tukataka vingine tofauti, tukaanza kuingia barabarani, tukaribu vya kuharibu, tukapora vya kupora, wenye nafsi wakapoteza nafsi zao wenye majeraha wakaenda na majeraha, kuwa kwa kuwa tunataka mabadiliko nailene makioni, ndipo sasa kunakuwa hali ya sitofahamu. Jana nilikuwa taoni, nimeenda kuangalia kitu fulani, nikapita pale, nikaona si mingi yale maduka livunjwavunjwa, yameporwapora pale, vioo vimevunjwa, duka zimevunjwa, vitu vimeporwa kwa kuwa sasa sisi tunataka hali kama hii, tunajiingiza katika maangamio kwa, kwa mikono yetu sisi wenyewe, tupate hasara sisi wenyewe, nafsi zetu zitoweke kwa kupitia mikono yetu sisi wenyewe, ndio sasa inakuwa lawu, mawatu, nasema, humi, ni tofauti napoiti na kwamba watu watasema jamani, tuna uongozi na uongozi huu na muda wake, tufanye subra jamani Uchaguzi ukiingia tuangalie mbinu zingine za kubadilisha utawala, lakini utawala huu uachie jamani uendelee mpaka mwisho wake. Tunapata ile amani na utulivu, mali zetu zitakuwa salama na nafsi zetu zitasalimika, duka zetu zitasalimika. Kinyume chake kiwa ni opposite, tukitumia manguvu, tukatumia ubavu juu ya ubavu, nguvu juu ya nguvu, tutajangamiza sisi wenyewe. Angalia maandamano ya jana ilikuwa ni jana juzi bila jokuwa na athari kubwa katika hii nchi. Kwa kwa sasa sisi mema tunyoni angalau hii umeamka mtondogoo usikie mlio wa risasi mema kubwa sana. Kaangalie kule Gaza. Usiku na mchana mabomu ndege zinakusha. Vifaru katika ardhi, vifaru vile vinachia mizinga. Wanajeshi pia kuminia risasi kwa raia wa Gaza. Hapana, hawakuhuni usiku na mchana, hawapati hata tone la maji, hata tone ya chakula hawapati, kwa sababu amani imevurugika. Sasa sisi, ukiamka asubuhi mtondogo usikii mlio wa risasi hata moja, ni makubwa sana, mtumikiwa shekhi. Kwa sababu sisi kwa mwingine kingine, tunataka kujiingiza katika mangamio yetu sisi wenyewe, kwa sababu kupitia mikono yetu, kwa sababu tumeshachukia ule utawala kwa kutumia nguvu vile vile, kwa sababu ni nguvu ndio wana tumia nguvu, raia pia watumie nguvu. Na kosa sasa, basi utawala kutumia nguvu, raia pia watumie nguvu, nani wa kupona hapa katikati? Jamani, ni kuangamia, hakuna atakayepona. Rasisi serikali, mtatumia nguvu yangu, raia vile vile na mimi nitumie nguvu zangu, ha twende sasa katikati kwa uwanja sasa, tupambane, itakuwa ni maafa. Tutavuruga ile amani sisi wenyewe, ikishaondoka sisi amani sasa, na vikatokea vita leo wenyewe kwa wenyewe. kama kule Libya, siri ya kule walijiingiza katika vita leo wenyewe, miaka 14 takriban, sasa hivi napata kuona kile bado kuna group au group, vita leo wenyewe kwa wenyewe, hakuna vita vibaya kama vita leo wenyewe kwa wenyewe. vita mbaya sana, afadhali vile vita vya nchi, nchi moja na nyingine kama ni kama tunashuhudia nchi vita Iran na Israel, hiyo vita vinakuwa na afuani kubwa kuliko vita vya wenyewe, kwa sababu ni vita vya ndani, kuvimaliza inakuwa ni ngumu sana, vitachukua muda mrefu, watu watauliwa, raia watamalizana wako wao kwa kuwa kwa raia moja nchi moja inamalizana wako wao tayari mchagawanyika vipande vya mbili, sehemu mbili. Angalia ile vita ya Israel pamoja na Iran, imechukua muda wa siku ikawa imesimama, saa sa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Syria miaka kumi na nne vimekwenda kuonyesha kwamba athari ya vita vya wenyewe kwa wenyewe ni mbaya zaidi kuliko vita vya nchi na nyingine, vibaya sana. Sasa watu tuangalie, jamani, jamani, kama tutaendelea hivi sisi kama waislamu na kiongozi tumechoka naye, kwa mujibu wa Uislamu ni kumuomba Mungu na kuwa na subira mpaka pale Mungu atakapotubadilishia utawala, ni kuwa na twaa juu ya kiongozi, kiongozi wa serikali, viongozi wa dini, kuwa na heshima juu yao na kusubiri juu yao mpaka pale Mungu atakapoleta nusu mwenyewe. Basi hivyo tukitumia nguvu kwa nguvu, serikali nguvu raia nguvu itakuwa ni mafa, itakuwa vita vovoka wenyewe. Hivi vita vinakuwa ni vibaya sana, vina athari mbaya sana kuliko vile vita vya nchi na nyingine. Ndio maana sasa siku zote tuombee nchi amani, kama vile ilivyokuwa ni sunna ya Nabii Ibrahimu alayhi salaam kuombea mji wa maka amani na kuombea mji wa maka riziki, aliposema kwamba wa qala Ibrahim rabbi jala hadha baladan aminan warzuka ahlaha min athamarati man amana minhum. Nabi Ibrahim anaombea ile Maka, ile Maka ile ni mji wenye amani, kwa sababu dua ya Nabii Ibrahim nifanya kazi pale. Watu wa Maka wameishi vizuri, maisha mazuri, kila mtu akamani kuishi pale Maka maishamazumi na vizuri dua Nabi Ibrahim, rabbi jal hadha baladan aminan, ewe Mola ijalie uyu mji wa Maka kuwa wa ni mji wenye amani, uwaruzuku ahla mina minathamarati, na uwaruzuku watu wake katika matunda man amanaminuhum, katika lambao wenye amini miongoni mwao. Sasa Nabii Ibrahimu alitumia tuidua akiombea wale waumini wapale Maka kasauma Mungu akasema wakala Mungu akasema wa mankafa. Na ulamba takaye pinga miongoni wa wakazi wa pale Maka, unaambiwa takaye pinga, pia nitampa ile riziki, nitampa ile amani kwa umatia au mkalina, lakini nitampa kidogo tu. Sasa kima ya Mungu sasa. Bila sasa hata kafiri pia ana nafasi ya kuishi, ana haki ya kupata riziki zake usiku na mchana kama yeye mwanadamu. Yeye kama mwanadamu. Sasa Nabii Ibrahim aliwasawa watu akawatia kando kwamba Mungu asiwapi amani na wala asiwapi riziki. Aa, hata ambao hawaniamini mimi au ni waja wangu bado nitawapa na wao aaa Ah, mina ni mutuma inna saila ibidamsili nidue kuomba siku kwamba idelie Kenya iwe na amani, si amani tu mutuma inna na utulivu, kama nilivyosema kwamba amani yenyewe tu haitoshi. Sasa ikiwa ni amani yenye utulivu, utulivu wa nafsi, utulivu wa kimaisha, inakuwa ni neema juu ya neema. Sasa iombee nchi hii siku zote rabbi jala hadha albalada jalia yuti ya kena amin, amani amani mutumaina na yenye utulivu. wasaira bilad muslimina, na nchi nyinginezo za Kiislamu zipi amani na utulivu ya Allah. Hii ni dua ya kuomba siku zote usafi kama msana hicho kwanza, yenyewe unaiombea na pia ndugu zako. Sasa pia waombee amani na utulivu wa kudumu siku zote Mpate sasa alamtara ila alladhina badalu nimata allahi kufa yo Muhamad, ujaone wale ambao walifanya kuwa nema ya Mungu kwa kufuru. Hujaona Muhammad, nini kiliwatokea, nini kile kiliwapata hawa? Walivishwa vazi la njaa, vazi la hofu. Mungu atukinge na tunusuru. Akulu kauli hadha wastaghfirullah walakum wa fastaghfiruhu.